Makonda anza kwa kishindo. Habari hiyo utaipata katika ukurasa wa pili. Ni habari nyingine: wezi wa mtandao watikisa Takukuru, BOT, wa tikisa Takukuru BOT waingia kazini, tisa kotini wa raia wa nje na wa Tanzania. Habari hiyo utaipata katika ukurasa wa pili katika gazeti hili la Raia Mwema. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika kwamba mshtuko eh, ni kuhusu vifo vinavyotokana na saratani za kichwa pamoja na shingo nchini lakini wataalamu wa Muhimbili waibua mzizi wa tatizo na kutoa suluhisho kwa umma. Habari hii unaipata ukurasa wa tano kwa urefu zaidi. Lakini internet ya zima Uganda, habari inapatikana ukurasa wa kumi na tisa, wakati Uganda inaenda kufanya uchaguzi hapo kesho, uchaguzi mkuu. Lakini pia habari nyingine inasema kwamba ukosefu wa maji samaki chanzo cha mamba kuua watu watatu. Habari inapatikana ukurasa wa saba wa gazeti hili. Lakini Rais Samia awaonya majaji upindishaji haki kotini. Habari hiyo unaipata ukurasa wa pili kwa undani zaidi, katika gazeti la Uhuru ukweli daima. Nasema picha "Simamieni haki" ikimuonyesha Rais wa Jamhuri ya kwamba, ee, pia, Muungano wa Tanzania pamoja na majaji wadau. Eleza Rais Mwinyi alivyotekeleza malengo mapinduzi. Lakini pia Migiro anika ubora wa CCM Habari hiyo pia tutaipata katika ukurasa wa tatu. Nishati joto ardhi kuzalisha megawati mia tatu za umeme haba upande okay, wa michezo, gazeti la Nipashe linaandika Yanga kwa matuta. Habari nyingine nasema kwamba Simba Sports Club kufuata golikipa Nigeria. Habari unaipata ukurasa wa saba wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti la Raia Muhimu, upande wa michezo, Amora Algeria yaomba radhi kumkejeli Romumba. Eh, habari hiyo pia utaipata kwa undani zaidi katika gazeti hili. Upande wa gazeti la Uhuru linasema kwamba jasho limemwagika, eh, Yanga bingwa wa Pinduzi Cup. Manura Msheri wafanya balaa. Lakini habari nyingine nasema Dr. Mwinyi afungua Gombani, ahidi kuendeleza michezo. Habari unaipata eh, ukurasa wa ishirini na tatu wa gazeti hili. Lakini habari nyingine nasema kwamba fainali ya vigogo Afconi eh, hapa ni Morocco dhidi ya Nigeria lakini pia e, Misri dhidi ya Senegali. Habari hizi zote unazipata katika gazeti la Uhuru e, ukweli daima. Na kwa siku hii juma tano, ya Jumatano, magazeti hayo yote yanafunga tatu kavu siku hii ya leo. Ni kusii sana kuendelea kufuatilia vipindi vingi vinavyoendelea Open Online Media. Mimi naitwa Rasu Sendru, lakini nilikuwa hapa na Yohana Mashauri.